Naam, kutoka kwake Laura Otieno huko Ugunja, turejee hapa jijini Nairobi, kaunti e, nambari 47 Tuelekee katika wodi uh, ya Kariobangi North au kipenda Kariobangi Kaskazini ambapo uh, wakazi eneo lile walikuwa wanamchagua atakaekuwa mwakilishi wodi wao baada ya kifo uh, cha mwakilishi mwakilishiodi katika eneo hilo ol mnie uh, miezi kadhaa iliyopita. Uh, hivi sasa tunaungana naye, amekuwa akifuatilia matukio kutoka asubuhi, tulipokuwa tunaarifiwa kwamba hakukuwa na idadi kubwawalijitokeza uh, kupiga kura, lakini hivi sasa zoezi la kuhesabu kura lime, uh, linaendelea uh, pengine tuarifu hali iko gani kwa sasahivi, wakati kura zinaendelea kuhesabiwa shughuli ya kuhesabu kura ingali inaendelea hapa katika wadi ya Kariobangi kaskazini na ni shughuli ambayo inakaribia kukamilika manake e, kuna wale ambao a, yani wale wasimamizi wa vituo tofauti. Kumbuka kwamba kulikuwa na maeneo tano ya kupiga kura hapa katika wadi ya Kariobangi kaskazini na kulikuwa na jumla ya vituo thelathini na nane, na hivi sasa kila mmoja ambaye alikuwa anasimamia shughuli hiyo pamoja na maajenti wa vyama na wagombea tofauti, wanakusanyika katika shule ya upili ya Our Lady of Fatima hapa katika eneo la Kariobangi kaskazini, na ni hapa ndipo tu um, Uh, yule tunaita returning officer Bwana uh, Abdul uh, ataweza kutangaza rasmi uh, nani ambaye ameweza kuwa mshindi na ni nani atakuwa anawakilisha wakazi wa Kariobangi Kaskazini katika uh, bunge la Um, katika bunge la uh, kaunti ya Nairobi, na kumbuka kwamba ni shughuli ambayo imeweza tu kushuhudia idadi ndogo ya wapigaji kura, takriban asilimia 31 ya wale ambao walijitokeza. Kumbuka kwamba ni jumla ya wasajili ama wale ambao walijiandikisha kupiga kura kutoka eneo la ama wadi ya Kariobangi kaskazini. Idadi hiyo ilikuwa elfu ishirini na nne na mia tano lakini kulingana na returning officer Abdi Roba ambaye aliweza kutuongelesha hapo awali ni kwamba ni asilimia 31 hivi ya wale waliosajiliwa ku jumuika kwenye zoezi la leo ndio walioweza kujitokeza, na hivi sasa nyuma yangu, mtazamaji, wale ni maafisa wa tume ya IBC ambao wanaendelea tu kupokea stakabadhi, wanaendelea kupokea matokeo kutoka uh, maeneo tofauti, na si wao peke yao, vilevile vile kuna wenzao ambao vilevile vile wamekita kambi hapa katika kituo kikuu ama katika ward tallying center ya Kariobangi Kaskazini na ambao tu vilevile wanapokea uh, stakabadhi zikiwemo matokeo kutoka vituo vyote 38 uh, katika wadi ya Kariobangi Kaskazini. Basi mle ndani vilevile kuna shughuli tele, manake wale maajenti wa wawaniaji wote ama wagombea wote kumi na sita ambao waliweza kujumuika kwenye uchaguzi mdogo wa Kariobangi Kaskazini. Vile vile ajenti hao wameweza kufika hapa kwenye kituo kuu ama kwenye kituo muhimu ya, ya jumla ambayo uh, ni hapa ndipo uh, matangazo rasmi yatakuwa tu yanatangazwa na yule returning officer. Kumbuka kwamba ni shughuli ambayo iliweza kutazamiwa na ni ambayo iliweza, ilikuwa shwari, kukuwa na tatizo lolote kuhusiana na hali ya usalama, na tuliona kwamba wapigaji kura waliweza kufika hapa asubuhi punde tu vituo vyote 38 vilivyoweza viliweza kufunguliwa. Ha, asubuhi hatujaweza kushuhudia vurugu yoyote, hakuja kuwa na a, shutuma ikiwemo a, pengine tu a, makundi kuweza kukabiliana katika eneo la Kariobangi kaskazini mambo yamekuwa shwari kulingana na utaratibu tu wa kupiga kura eh. Tatizo ama tu jambo la wasiwasi hasa kwa wasimamizi wa tume ya uchaguzi IBC ni idadi ndogo ya wale waliojitokeza kuweza kushiriki katika zoezi hili la kupiga kura, kama nilivyokuelezea ni kwamba ni asilimia 31 ya wakazi ama waliosajiliwa waliweza kufika hapa katika eneo hili ama wadi ya Kariobangi kaskazini na kuweza kufanya zoezi la kupiga kura. Basi tayari matangazo yanaendelea mle ndani, na tutakuwa tunakupa tu yale ambayo yanajiri, ni nani ambaye anaongoza kati ya wawaniaji hao wote 16 ambao walishiriki kwenye kinyang'anyiro hichi hiki.